Kuna watu Yesu atawakataa atawaambia waende jehanamu. Kwa nini? Anasema kuna kauli mbili. Kuna watu ambao jina lao halikuonekana katika kitabu cha uzima, hawa wataambiwa waende katika ziwa la moto na kiberiti. Lakini kuna kundi la pili ambao ni walio laaniwa, atawaambia hivi, atawaambia alio mkono wake wa kuume, karibuni nyinyi mliobarikiwa na Bwana, alafu atawaambia alio mkono wa kushoto ondokeni kwangu, nyinyi mliolaniwa, ni ndege katika ziwa la moto. Amina amina. Sasa sio kati ya walio kushoto wamelaniwa, mimi naongea kwenye Biblia, sema amina amina. Sio kaanza kushoto tumekaji, sisi tuko kushoto tumelaniwa? Hapana. Sasa a, anasema maana yake nini? Kwa maana kwamba mtu anaweza akashika sana ibada. Watu usali wa Tanzania, sisi tuna tabia sana ya kushika ibada lakini sio kushika maagizo ya Bwana. Hili ni tatizo kubwa sana kwenye maisha ya imani. Watu wameshika sana ibada. Yaani mtu hawezi kukosa ibada lakini hawezi kushika maagizo ya Mungu. Hii ndio shida kubwa. Amina, amina. Ndio maana mtu anasema eh eh eh eh e, siwezi kukosa ibada kabisa, ngoja niende. Lakini ukiwaambia kushika maagizo ya Mungu, huyu aliyeshika ibada anaweza katoka ibadani jioni, ukamkuta kwenye miguu mirefu amenyimiza miguu anafanya tu namna hii na chupa ya bia. Ameshika ibada. Mwambie mtu shika maagizo ya Mungu sio ibada. Shika maagizo ya Mungu sio ibada. Mwambie tena rafiki. Rafiki. Na kushauri. Shika maagizo ya Bwana, sio kushika ibada. Eh, yaani kuna mtu kwenye kushika ibada mtagombana. Ni jioni naenda kufungua ibada. Yaani lakini anataka kufungua ibada. Na maisha yanasubiriwa huko baadari, watu wanampigia simu, uko wapi bwana, kiti moto tayari hapa na bia za kutosha, mnisubiri. Anatuma message, mnisubiri, nafungua ibada nikimaliza nakuja, mnisubiri jamani. <laughs> Sasa hawa wako kwenye kundi la walio laaniwa. Sema walio laaniwa. Kwa nini? Weo pengine hujatenda dhambi ya uzinzi, hujatenda dhambi ya uchawi, hujatenda dhambi, lakini uko kwenye kundi la waliolaaniwa, wasiomtolea Mungu. Anasema kwa sababu mnaniibia zaka na sadaka, mmelaaniwa kwa laana. Kwa hiyo mtu mwingine una dhambi yoyote, we sio mlevi, we sio mchawi, we sio si si mzinzi, lakini kitakachokupeleka jehanamu ya moto upoi sadaka, hicho tu Humtolei Mungu sadaka. Mungu anasema kwa sababu mnaniibia zaka na dhabihu, yaani zaka na sadaka mmelaaniwa kwa laana. Alafu Yesu anakuja anasema kwenye Matayo pale, nitawaambia walio mkono wangu wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa, mkatupwe kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo yeyote aliyelaaniwa huwa karibishwa na Mungu, na mojawapo ya kinacholeta laana kwenye maisha ni dhambi. Kwa hiyo mtu anaposhindwa kumtolea Mungu sadaka anajiingiza mwenyewe kwenye laana, hata kama anakuwa ameshika ibada, lakini matokeo yake siku ya mwisho, mpendwa, usishangae kabaki katika ziwa la moto na kiberiti. Kwa hiyo haya tunakumbushana, Mungu akusaidie. Kutokutoa sadaka inaanisha kwamba ukiwa una sadaka basi usije kabisa. Tunachosema ni kwamba lazima uweke akili kwamba mimi kama mtu wa Mungu lazima niwe na jitahidi kupata chochote cha kumtolea Mungu, hata kama ni kidogo. Lakini kuna mwingine sasa, ukisema hivyo anaogopa kabisa. Sasa si nikienda kanisani nitakuwa sina sadaka, nitaraniwa sitaraniwa? Jamani, Hapana, haleluya, haleluya. Ukikaa nyumbani pia kwa sababu una sadaka watenda dhambi. Huna tofauti na waliomkataa Yesu kumwamini hutakuwa na tofauti pia na hawa. Kwa hiyo kama una sadaka, Mungu atajua huna njoo, mwabudu Mungu atajua mwanangu hana.